Karibuni sana wanangu. Asante mama, tumesha karibia mimi na mwenzangu mama. Leo nimeona bora nisije peke yangu nije na mwenzangu ambaye anaitwa Masala. Masala ambaye mlikuwa na mnaongea naye sana kwenye simu, lakini leo ni mwana bora nimlete mtambua. Hmm. Eh, nashukuru Masala, karibu sana mwanangu. nyumbani hapa ndo nyumbani, jisikie huko huru. ni ndo mamako ule, kule mamako mdogo, huyo babako mdogo ho, jisikie huko huru. Baba mdogo, naam mwanangu, na. na mama mdogo hapa boponi kwangu ni mtarajiwa wangu ambaye nimeona ni vyema ni nimlete kwenye familia mweze kumtambua. <coughs> ni mzaliwa wa hapa lakini kwa mapenzi ya Mungu ambayo sisi binadamu hatukuwatarajia atokee mwenzangu amepoteza wazazi wake. Sasa mwanangu, labda nikurekebisha hapo kidogo, usimtie majonzi wala simanzi mwenzio. kama ulivyotangulia kusema kwamba hayo ni mapenzi ya Mungu basi Mwenyezimungu chochote anachokipenda ndo kitaenda hivyo hivyo kama alivyotaka. Mama, kama mwenzio anavyotuona sisi basi nawe ndo utuone hivyo hivyo. Mimi baba yako mdogo, huyu mama yako mdogo na huyu ndo mama. Jisikie uhuru, jione upo nyumbani, karibu sana mwanangu. Upo sahi, mwanangu, kazuri mwenyewe yaani, kitoto kama kindenge, na wanapendeza sana kwa kweli. Hamnawaonaje? Nadhani kila kitu kimeenda sawa. Ni kweli baba, nafikiri sasa ni muda mwafaka wa wewe na maamdogo kukaa na kupanga tarehe za vikao. Ni kweli mwanangu, kwanza tumshukuru Mungu kwa hili, tumeanza salama na tutamaliza salama pia Sama. Asante sana, oh. Mama. Mama, mama, kwa umeshaanza kuleta uchei, si ndio hivi mama? Kwanini hata kidogo, kwani namsikia sana mwanao. Maana mimi swala langu la sasahivi linakuwa kama nibure, a sindio? <tipa>. Una ulemavu wa akili au chuki na kusumbua mwani mwako, unawezaje kumwambia mama maneno machafu kama hayo? <coughs> Hey! Kumbuka nimekulea, mimi ni wewe ni tangu bado mdogo, nona lilitazawao kama hivi <coughs> Hayo ndo malipo yake, jijue mguu wako. Maana wanangu wamenipigia simu, naona wanataka kuvuruga familia. Maana sio, ushaambia watu habari za vikao za mtoto wako, na unajua kabisa kama mtoto wangu mi nataka kuoa au lijuiwo hivi. Shangazi, mi niulize kitu kimoja kwani hawana familia nyingine huko? Hana mashangazi mpaka wang'ang'anie kuifanyia hapa hiyo shughuli? Mna nifurahisha sana yani, mnachokiongea hata akieleweki, la mbele mnarudisha nyuma, la nyuma mnarudisha mbele. Hivi huyu mwanao alishakutambulisha huyo mchumba wake? unamfahamu huyo mchumba wake mpaka mnataka kutangaza harusi? Eti mbadilishe iki kikao kikao chake yeye mchumba alikutambulisha? Mwanangu mimi mchumba anajulikana, alishatambulishwa kwenye familia. Familia kiufupi inamtambua, na vikao vya harusi ndo kama hivi tumeanza kukaa. Haya, nini kielele cha nini mpaka mtake kugeuza la mbele liwe nyuma, la la nyuma liwe mbele? Afu isitoshi nimeshaongea na mume wangu Kashanipa goa hedi, hii ndo haipiti. Na washangaa nini? Maneno mengi, hamna hata mnachokijua. Nisikize nikwambie, kwanza, kama mume wako ulipata wapi nafasi? Mimi ndo nimeachiwa majukumu hayo, mambo alikuwa na muhusu nini mume wako? Sasa nikwambie kitu kimoja usichokijua, hata kama ulimpigia simu mume wako, ili jambo hapa liwezi likafanyika. Umenielewa mama mwanangu usio na mawazo sana, nalosifikirie sana mazungumzo yote i ni nimeasikia, na maombi yenu pia nimeasikia. Sio maombi na maombi yetu, namuomba nani? Hii ni lazima kusiumiza sana kichwa. Naalosio na mawazo mingi na mingiku mimi naamini bila mimi au huwo anamzungumzia, hakuna chochote ambacho inaweza kikafanyika. Kwa ni kwamba tuna maango, usiwe na mawazo, usiwe na presha kuuswi, kila kitu kitakaa sawa. Mapenzi yanaleta uwivu na hivyo na vikao vyenu. <laughs> namfanya shughuli fanikiwe yatafanikiwa vizuri. Afadhali mwana mwanae alivyokuja kuamua kesi kabisa, ngatuletea kiwingo tu hapo eh. Nangu leo mewai kurudi <laughs> <laughs> tunajua bwana, siku nyingine mtu unaamua kitu. Ah, tunamshukuru Mungu bwana. Habari ya kazi? Safi tu Mrembo wangu, umeshindaje mama? A, tumeshinda wote leo mama, mke mm -hmm. Okay, wangu unapenda kujipa shida, simnakaa pamoja muda wote. Atakusalimia bwana eh, emekaendele na mambo yako bwana, mwanangu <laughs> soma eh? <laughs> Ha, dada mi nimekuita hapa kukueleza kuna mambo ambayo sidhani kama yananifurahisha. Siyapendi. Kwa nini unamfanyia figisu figisu yule mtoto? Eh? Familia yote unataka kuisambaratisha. Mimi wewe nilikuwa nakuaminia kwamba wewe ndo unaiangalia familia na sisi bado tunakutegemea wewe, sasa inakuwaje? Wewe tena ndo unaanza kuleta figisu figisu, au unajitoa ufahamu? Kaka, ifike kipindi yana, dada sikimisha, eh, oh, dada alikwenda kuoga haweza kwao. Namthamini sana mtoto wa kufikia kuliko mwanao uliomzaa wewe. Unajua yule nani yule mwanamke, mambo anayofanya huko? Au kwa vile mimi siongee. Unataka nitoe tena siri za watu. Sasa yule mtoto kashapata familia yake. Na akashia si mahali ya tufanya shughuli hapa. Ataenda kufanya huko kwao. Hapa itafanyika shughuli ya mtu mmoja tu. Mimi, swala la mtoto kuoa halinipi halini tatizo. Naweza wakaoa mmoja leo, mmoja kaoa kesho, mwingine kaoa kesho kutwa na shughuli ikafanyika na uwezo huo. Sio, umeelewa? Kwa hiyo nakueleza kuanzia leo. Na leo. Sitaki kusikia mambo yote. Mimi ninazungumza hapa, ndio nimeamua. Na mimi ndio mkubwa. Kwa hiyo nilichosema kitatekelezwa. Nimeshamaliza hicho kitu kaka, kiwezekane hata siku moja. Kama kuloga, umelogwa peke yako, mi sijalogwa. Ili jambo litafanyika hapa hapa na atakieanza mwanangu mimi. Chuki wanapigana ange, chuki analeta chuki, nafanya chuki. Samahani, tunaweza tukaongea kidogo? Karibu. Baba, mi nilikuwa nakuomba kitu kimoja na hili swala baba, e, ni kuhusu Sulu amefanya nini baba? Unavomtreat Sulu ni tofauti na unavomtreat mimi, yaani unavyomhudumia yeye ni tofauti kabisa. Unataka nimpeleke chuo? Hapana. Mm -hmm. Mimi naona tu binafsi kwamba swala kidogo alijakaa vizuri, yaani hizo ni hisia zako. Ndiyo, baba, lakini Sulu ya kuambia hivyo, kuna kitu anakikosa hapa nyumbani? Chakula, analala hapa na huduma zingine zote si anazipata? Ambacho nakimaanisha hapa ni kwa mfano, mimi nikiwa nahitaji fedha, baba huo unanipa kwa wakati, on the spot, lakini anapohitaji fedha Sulu huwa unamwambia tu nitakupa nitakupa, mwisho wa siku haumpi kabisa. Hilo ni la kwanza. Kuna jambo lingine ambalo nataka niongea na wewe ah. Hivi baba, kuna uwezekano wote wa mimi kutokuwa ndugu na Sulu? Kwa nini wasema hivyo? Kuna mazingira hapa ndani na kwa siyaelewe na, siya na nimekuwa nikihofia kuwauliza nikidhani kwamba nitakuwa nawakosea adabu no. ni <sighs> suziku, mjibu. Mjibu na ndio maana nimekuwa nikiogopa ilo swala. Mimi siwezi kulijibu, muulize mama yako. Sawa, ila kwani baba hawezi, hata ukanigusia kidogo? Labda ndio maana nikakwambia mimi sijui, isipokuwa muulize mama yako, ndio atakupa majibu sahihi uda lingine ni hilo tu. Hapana. Mwanangu, vipi upatikane tokea jana bwana? Eh, online haupo kabisa. Rafiki yangu, shida ni nini? Eh, sasa mi naomba tukutane mchana, au sio, bwana? Pa Dizonga pale tuna kikao, usikose. Basi, wanakutegemea. au si kwa panga pale, mbona haraka sana? Kwani leo ndio tarehe kikao? Leo siotalea kikao ila nimekita hichi kikao kwa sababu ninadarua tuliotokea, japokuwa rafiki zangu wengine nao hawajaja, lakini siombaa pia na mdogo kuombe samahani kwa kuitisha haraka na kuja haraka kwenye hichi kikao. Kiukweli umekuwa kuna mambo mengi sana kwenye familia yangu, kuna maneno mengi vitisho vingi, nimeona bora la kwangu niliache kwanza. Ni bora niache mm. mdogo wangu aende na vikao vyao, mimi la kwangu niliache kwanza. <laughs> unajua nini mista, wala haina haja ya kufichaficha na wala haina haja ya kuzunguka. Um, kwa uelewa wangu mdogo, mimi hapa nilishaelewa tali nini ambacho kinachoendelea. Wewe unataka kutuambia kuhusiana na maswala ya mchango <laughs> Kwa hivyo yaweke wazi, tuna mambo yakisha kuwa tayari, sisi tuko tayari kukuchangia, kwa sababu sisi ni familia eh. Tuko tayari kaka, ukweli eh, kabisa. Sisi kama familia hilo jambo tumelipokea na pia tumelipokea vizuri sana, na natushukuru kitu kimoja kwamba umetupa taarifa mapema. Mimi naweza nikasema kwamba hilo jambo halipingi au unasemaje? Yes, sawa. Yes, yes, yes, yes. Najua wanangu Kiukweli, kwanza mmenistaajabisha sana mjue, sijategemea kabisa, kwanza kuona wanangu mkiwa mna ushirikiano kama huu ambao mnanionyesha <laughs> kwa kweli, kwa hili niwapongeze sana. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hiyo, wanasemaga wahenga, udugu sio kufanana, udugu ni kufaana. Sasa kama nyinyi mnaweza kufaana kama hivi, Leo mimi baba yenu mdogo niko hai, hata ikitokea siku nimechoka ni, ni, ni huko <laughs> najua kabisa nina majembe yangu yatanisaidia. chuki, chuki, chuki.